Hello, hello guys, welcome back to our YouTube channel. Jina langu Mr. Jeff Sanic. Hello, na, na kunda kuelekeza. Hmm, kuelekeza njia raisi ya kusoma SMS au message za mpenzi wako au mtu yoyote bila yeye kujua. Muona? Tukwanda tu nikusi, unaweza kusubscribe, like, comment na kushare hiyo support tunayohitaji kutoka kwako. Endelea kwenye kwenye maelekezo. Hatua ya kwanza utaingia kwenye faili la kupiga simu, faili ya kupiga simu, kisha utaandika nyota ishirini na moja nyota, kisha utaweka namba ya simu, mfano sifuri sita, mona? Kisha utatia nini deli, mona? Baada ya kutia hapo, utasachi, utabonyeza kwenye kidudu cha kijani. Hapo utabonyeza kama unapiga, mona? Mi sitabonyeza kwa sababu na, na, na, nimetengeneza kwa ajili ya kuelekea baada ya kubonyeza sasa basi, bila kukosea, hakikisha simu unayoandika kodi hizi nyota ishirini na moja nyota ni simu yako na namba unayoweka hapo ni namba yako ya simu, unamaliza na leo kwenye simu ambayo unataka me me meseji zitoke kwake zije kwako. Ukijichanganya, ukiandika kwenye simu yako zitatoka kwako zitaenda kwake. Be careful, zingatia hiyo. Ona, lakini pia kuna namna ya kuweza kutoa na jinsi ya kuweza kujitoa sasa. Ukihisi wewe ukihisi kuna mtu anafuatilia maongezi yako, unataka kutoa na asiweze kusikiliza, utakuja hapa, utabonyeza nyota leli na moja leli, kisha utafanyanapiga simu, utabonyeza hapo mona sababu simu yangu haijafanywa call forward mona Kishabonyeza italodi afu itakuandikia kuwa umeshatoa setup zote ambazo zinachukua sms kwako, kwa, au na call kwenda kwa mtu mwingine mona. Hivyo ndo jinsi ya kuweza ndio ombetuaaadshia iyo ndopotinataji kutoka kwako. Asante, jina langu lachpsani.